Operesheni ya Mossad, uokoaji wa Entebbe nchini Uganda. Mnamo mwaka wa 1976 dunia ilisimama na kutazama kwa mshangao, hofu na mshikamano wa kihisia, wakati tukio la kutisha la utekaji nyara wa ndege lilipogeuka kuwa moja ya operesheni za uokoaji zilizopangwa kwa ujasiri na usahihi mkubwa zaidi katika historia ya kisasa. Operesheni ya Entebbe ambayo pia ilijulikana kama operesheni radi ya ngurumo. Haikuwa tu tukio la kijeshi, bali ilikuwa simulizi nzima ya ujasusi, siasa za kimataifa, utu wa binadamu na mapambano dhidi ya ugaidi wa kimataifa. Katika kiini cha operesheni hii kulikuwa na mchango mkubwa wa Mossad, idara ya ujasusi ya Israel, ambayo kwa miaka mingi imejijengea sifa ya kufanya kazi katika kivuli, lakini yenye athari kubwa duniani. Tukio hili lilianza mbali na Uganda katika anga la Ulaya. Ndege ya Air France iliyokuwa ikisafiri kutoka Tel Aviv kwenda Paris kupitia Athene ilitekwa nyara na magaidi waliokuwa na silaha. Ndani ya muda mfupi, safari ya kawaida ya raia ikageuka kuwa jinamizi. Ndege ililazimishwa kubadili mwelekeo, ikapitia Libya kwa ajili ya kuongeza mafuta kabla ya kuelekezwa hadi uwanja wa ndege wa Entebbe nchini Uganda. Chaguo la Entebbe halikuwa la bahati mbaya. Uganda wakati huo ilikuwa chini ya utawala wa Idi Amin Dada, kiongozi aliyekuwa na uhusiano wa wazi na makundi yanayopingana na Israel, na aliyekuwa ametangaza hadharani uadui wake dhidi ya taifa hilo. Ndege ilipotua Entebbe, mazingira yalibadilika mara moja. Magaidi walipokelewa kwa namna iliyodokeza ushirikiano wa wazi kutoka kwa serikali ya Uganda. Wanajeshi wa Uganda waliwekwa kuwalinda, na Idi Amin mwenyewe alijitokeza kama mpatanishi wa uongo akijaribu kuonekana kama kiongozi mwenye huruma huku kwa hakika akiwapa magaidi kinga ya kisiasa na kijeshi. Mateka waliondolewa ndani ya ndege na kupelekwa kwenye jengo la zamani la uwanja wa ndege, mahali palipogeuka kuwa gereza la muda. Ndani ya siku chache, tukio lilizidi kuwa la kutisha. Magaidi waliwatenganisha mateka kwa misingi ya utaifa na asili ya Kiyahudi. Raya wengi wasiokuwa Wayahudi waliachiliwa, huku Waisraeli na Wayahudi wengine wakibaki chini ya ulinzi mkali. Hatua hii ilitikisa hisia za watu wengi duniani, hasa kwa Waisraeli, kwani ilikumbusha maumivu ya kihistoria ya ubaguzi na mateso. Serikali ya Israel ilikabiliwa na shinikizo kubwa la ndani na nje, ikihitajika kufanya uamuzi mgumu kati ya kujadiliana na magaidi au kuchukua hatua za kijeshi ambazo zingehatarisha maisha ya mateka. Wakati macho ya dunia yakielekezwa kwenye mazungumzo ya kidiplomasia, kazi nzito ilianza kwa siri. Mossad ilianza operesheni ya kukusanya taarifa kwa kasi na umakini wa hali ya juu. Maafisa wake waliwahoji kwa kina mateka waliokuwa wameachiliwa, wakichambua kila undani wa walichokiona na kukipitia Entebbe. Maelezo kuhusu ukubwa wa jengo, idadi ya magaidi, aina ya silaha walizokuwa nazo, mienendo ya walinzi wa Uganda na hata tabia za kila siku za walinzi yalikuwa muhimu sana. Taarifa hizi zilichanganywa na nyaraka za zamani za ujenzi wa uwanja wa ndege wa Entebbe ambao hapo awali ulikuwa umejengwa kwa msaada wa kampuni za Israel kabla ya uhusiano kati ya Uganda na Israel kuvunjika. Kwa kutumia ramani hizi, Mossad iliweza kuunda mfano halisi wa eneo la mateka, hadi kufikia nafasi ya milango, madirisha na korido. Kila kipengele kilichunguzwa kana kwamba operesheni ingechezwa kama filamu, lakini kwa uhalisia hatari. Sambamba na hilo, Mossad ilifanya uchambuzi wa kina wa mazingira ya kisiasa ya Uganda. Iliangalia tabia ya Idi Amin, hulka yake ya kupenda sifa na hofu, pamoja na udhaifu wa jeshi lake. Taarifa zilionyesha kuwa licha ya idadi kubwa ya wanajeshi, jeshi la Uganda lilikuwa na nidhamu duni na utegemezi mkubwa kwa amri kutoka juu. Pia ulinzi wa anga wa nchi hiyo ulikuwa dhaifu, jambo lililotoa mwanya kwa ndege za kijeshi za Israel kupenya bila kugunduliwa mapema. Kutokana na taarifa hizi, mpango wa kijeshi ulianza kuchongwa. Mpango huo ulikuwa wa hatari kubwa na ulihitaji ujasiri wa hali ya juu. Ndege za kijeshi za Israel zilipaswa kusafiri maelfu ya kilomita, zikiruka chini kabisa ili kuepuka rada, kuvuka bahari na nchi kadhaa na kutua moja kwa moja kwenye uwanja wa ndege wa adui. Hakukuwa na nafasi ya msaada wa haraka endapo mambo yangekwenda vibaya. Askari waliokuwa wakitumwa walijua kuwa walikuwa wakitegemea taarifa za Mossad kama mwongozo wao pekee. Moja ya vipengele vya kuvutia zaidi vya mpango huo ilikuwa matumizi ya udanganyifu wa kisaikolojia. Mossad ilibaini kuwa Idi Amin alipenda misafara ya kifahari na mara nyingi alisafiri kwa gari aina ya Mercedes nyeusi akiwa na walinzi waliovaa sare maalum. Kwa kutumia taarifa hii, kikosi cha Israel kilichukua gari linalofanana pamoja na mavazi yaliyofanana na ya wanajeshi wa Uganda ili kuwapita walinzi bila kuibua shaka katika dakika za mwanzo kabisa za operesheni. Usiku wa operesheni ulipofika, ndege za Hercules ziliondoka Israel zikiwa zimebeba askari wa vikosi maalum. Safari ilikuwa ndefu, kimya na yenye mkazo mkubwa wa kisaikolojia. Ndani ya ndege askari walikagua tena na tena ramani na maagizo, wakijua kuwa kila sekunde ingeamua maisha ya watu wengi. Walipokaribia Entebbe, ndege zilishuka chini zaidi zikitumia giza la usiku kama kinga yao. Ndege zilipotua Entebbe, operesheni ilianza mara moja ndani ya dakika chache vikosi vya Israel vilikuwa vimevamia jengo la mateka. Mapambano yalikuwa ya haraka lakini makali, magaidi wengi waliwawa, na walinzi wa Uganda walishangazwa na kasi na usahihi wa mashambulizi. Mateka walikusaniwa na kuongozwa kuelekea ndege, huku askari wengine wakitekeleza jukumu la kuharibu ndege za kivita za Uganda ili kuzuia uwezekano wa kufuatiliwa angani. Katika mafanikio hayo, kulikuwa pia na majonzi. Kamanda wa operesheni Yonathan Netanyahu Aliwawa kwa risasi wakati wa mapambano, akawa shujaa aliyekumbukwa kwa kujitoa mhanga. Vifo vyake viliacha alama ya huzuni, lakini pia viliongeza uzito wa kihistoria wa operesheni hiyo. Mateka wengi waliokolewa salama, na ndani ya muda mfupi ndege za Israel zilikuwa zimeondoka Entebbe, zikirudi nyumbani na mzigo wa watu waliokuwa wameokolewa kutoka mikononi mwa magaidi. Baada ya operesheni, dunia ilishuhudia mabadiliko makubwa katika mjadala wa kimataifa kuhusu ugaidi. Uokoaji wa Entebbe ulionyesha kuwa kwa maandalizi sahihi na taarifa za kuaminika, mataifa yanaweza kuchukua hatua kali dhidi ya ugaidi bila kusalimu amri kwa vitisho. Mossad ilitambuliwa kama mhimili muhimu wa mafanikio hayo, ikionyesha umuhimu wa ujasusi wa kina katika operesheni za kijeshi. Kwa Israel, Entebbe ikawa zaidi ya ushindi wa kijeshi. Ilikuwa ishara ya dhamira ya taifa kulinda raia wake popote walipo duniani. Kwa Afrika na dunia nzima Tukio hilo lilibaki kuwa kumbukumbu kumbu ya namna siasa za ndani za nchi, kama ilivyokuwa kwa utawala wa Idi Amin, zinavyoweza kuathiri matukio ya kimataifa. Hadi leo, operesheni ya Entebbe inasalia kuwa mfano wa kipekee wa ujasiri, akili na matumizi ya taarifa kama silaha yenye nguvu zaidi katika vita vya kisasa.